Ni pilikapilika pilika katika mji wa Singida kuelekea maandalizi ya maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi maarufu kama Mei Mosi, ambayo kitaifa mwaka huu yanafanyika mkoani Singida huku yakibebwa na kauli mbiu ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, utuletee viongozi wanaojali maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki. Habari Wikendi imekita katika mkoa huu wa Singida kuangazia maandalizi ya Mei Mosi, pamoja na kuzungumza na wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wanaopatikana katika mkoa huu wa Singida juu ya utayari wao wa kuwapokea wageni zaidi ya elfu mbili mia tano wanaoendelea kuwasili mkoani hapa kwa ajili ya maadhimisho hayo. Tunashukuru sana fursa ya Mheshimiwa Rais kutuletea Mei Mosi mkoani kwetu, kwa kweli tumepanda kibiashara na tumepokea wageni wengi sana. Kwanza tulikuwa tunapika kilo kumi, mpaka sasa hivi tumefikia tunapika kilo ishirini. Tunachinja kuku ishirini kwa siku. Kwa kweli, biashara sio mbaya. Tumepokea wageni wengi sana. Tulikuwa tunachinja kuku kama kumi, sasa hivi tunachinja kuku zaidi ya thelathini. Kwa kweli, fursa ni nyingi Tumepata fursa nyingi nyingi mama nyingi, mamalishe, mahoteli, sisi mafundi. Ndo kama hivi unatuona tuko ndani ya apron hapa, tumepata fursa hii kwa ajili ya Mei Mosi, ni imetuletea fursa kwa wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo wadogo, wakubwa. Na wakati karibuni sana, Singida mji wetu umechangamka, Singida pamechangamka, mje mjionee mambo mengi yanayopatikana hapa kuna kuku wa kienyeji kwa kutosha. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego anaendelea kutoa rai kwa wafanyabiashara na wajasiriamali mkoani hapa kuchangamkia fursa ya ujio wa ugeni huo wa kitaifa. Ya mimi kama ninavyosema, kila jambo linapotokea katika eneo lako ni fursa. Sasa hili ni soko, watu zaidi ya elfu mbili wanakuja mara moja Singida kwa ajili ya michezo. Watu hao wa wanakula, wanakunywa, wanasafiri, wanalala kwa hiyo niwaambie wajasiriamali wangu wa mkoa wa Singida, katika kipindi cha kuamka ndio kipindi hiki. Kupitia shughuli hizi basi pesa au fursa zimekuja milangoni mwao. Naam, Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Karibu Mei Mosi 2025, karibu Singida. Deus Liganga, Habari Weekend, Singida.